Nauamini msemo wa wahenga kama walivyosema kwamba kuzaliwa masikini siyo kosa, bali kosa ni kufa masikini. Ebana, ikumbuka sana miaka minne iliyopita, ambapo kipindi hicho nimemaliza ama nimehitimu elimu ya kidato cha nne, ilikuwa ni mwaka ishirini ishirini. Nirudi zangu kitaa huku, nikiwa sina shughuli ya kufanya, nikiwa mtoto wa nyumbani tu, ukizingatia kwamba hali ya familia haikuwa nzuri. Mama yangu ndiye alikuwa uh, kichwa cha familia kipindi hicho, kufuatia magonjwa ya muda mrefu aliyokuwa anaumwa baba yangu. Naikumbuka sana siku ambayo shuleni nilikuwa nakosa hata hela ya chai, hali ambayo nyumbani kwetu pia hata dogo zangu hawali au mama anajipiga na nipatia shilingi mia tano ili nikapata kikombe cha chai shuleni, lakini ndugu zangu mtaani wanabaki kunywa uji asubuhi mpaka jioni. Maisha ya aina hiyo yaliniumiza kichwa sana, na kuangalia namna gani nitakuja kuwa a, na msaada katika familia yangu. Hivyo ilikuwa nikijipa moyo huku na kule, kwamba endapo nitamaliza shule nikipambana na wenzangu niweze kuishika tena familia yangu mkono iweze fika pale ambapo familia nyingine zipo. E bana, wenzetu wakishua, hamuwezi kujua uchungu tunaopitia sisi wa maskini, kwa sababu kuna muda unahitaji dunia hata ione uwezo wako unavyoisaidia familia yako. Kuna muda unatamani hata baba yako tu umuone anacheka kwa kuona matunda unayoyaleta lakini, wengi huwa tunaishia njiani. Baada ya kurudi nyumbani mtaani pale, nilisota kwa miezi kadhaa, huku nikiwa nasubiri matokeo. Na hatimaye siku hiyo nikiwa nimekaa zangu mtaani, nimekosa cha kufanya, ndipo nikaenda kumwomba mjomba wangu mmoja anipe kazi ya katika gari aliyokuwa anaiendesha, kwani nilikuwa namuona anatembea na vitoto ambavyo baadhi yao ni wanafunzi, na alikuwa akisemwa kwamba hatakiwi kutembea na wanafunzi kama makondakta, kwani ni kosa kisheria. Nilimwomba mjomba wangu kuwa kondakta wa gari yake aina ya tipa, ambayo alikuwa anafanya kazi ya kubeba mchanga pamoja na mawe. Hakuwa na hiana alinikubalia na kuniambia, lakini kwa sasa biashara si nzuri, hivyo niwe na subra hadi hapo mambo atakapokuwa sawa, lakini alinipa nafasi hiyo ili niweze kufanya naye kazi. Siku zilisonga na hatimaye mwisho nilikaa pale nikawaza, japo nipate mia mia, lakini kikubwa niweze kuendesha gari, kwani nikishakuja kupata ujuzi nitakuwa nimejikwamua. Pia sijaondoka hivi hivi katika kazi hiyo, na Mungu si Asumani bwana. Nilifanya kazi ile kwa miezi kadhaa lakini kutokana na juhudi hizo kuwa nazo nilijifunza kuendesha gari na hatimaye ndani ya miezi sita tu nilikuwa napiga kazi, lakini huku nikiwa najifunza na nikawa dereva mzuri tu, ingali kwamba sina leseni. Siku zilisonga. Nguvu na uwezo niliokuwa nao katika kazi zangu huwa ulikuwa unasababishwa sana na baada ya kuona dua za familia yangu aa, na pia wanavyonijali kunipokea kiwa hata kwa kidogo kile ninachokipata katika kazi zangu, na miivokuwa na mshukuru Mungu, hata nimepata shilingi mia tano basi itaifikia familia yangu. Kuanzia hapo hali familia ilianza kuwa vizuri, na hatimaye nikawa natafuta kitu cha kudumu angalau niweze kujikwamua vizuri, lakini kama unavyojua mzee, ujana maji ya moto, huku nikiwa nawaza familia huku na awaza mapenzi na hatimaye nikajiingiza rasmi kwenye mapenzi. Bwana oya, asikwambie mtu mzee, yule kuambia mapenzi bila pesa inawezekana, mm -mm, mm -mm. Huyo ni mwongo, kwa sababu nichokutana nacho mimi nimepigwa na kitu kizito yaani. naikumbuka siku moja nimepewa gari na mjomba wangu akanambia, bwana, nenda kachukue mchanga. Makazi yetu yalikuwa sehemu ya moja tu Lukozi mjini. Nilienda kuchukua mchanga na gari ile sehemu moja inaitwa Mlalo bondeni, huko Lushoto. Nimeenda kuchukua mchanga kule Mlalo nikauleta Lukozi, mwishowe nikaambiwa niupeleke nika ni kwa mali kwa jina nitamhifadhi. Mwalimu yule alikuwa na binti yake ambaye amemaliza chuo kikuu, ni mrembo mno ana shepu amejaza, yule dada kama malaika. Nimefika pale nyumbani, nipo kwa ajili ya kuweza kumwaga mchanga, lakini siku nyingi tu nilikuwa nikimwona, naiona kabisa kwa uzuri wake kama si type yangu, lakini nikaona mm -mm, ni bora nikajaribu, na hatimaye nimefika pale, yule binti nikamtongoza. Cha ajabu, hajakataa wala kuniekea pingamizi. Nikasema da, laba ni nyota, lakini nikapewa sharti moja, ili niweze kudate kuwa naye na kuweza kupata hata faraja yake, basi issue ni moja tu, nimhudumie na niweze kuchukua mamma, matatizo yake kama yangu. Sasa nikaona jambo la kawaida, kwa sababu si leo nitajipanga, nitaweza kumhudumia. Na hasharti iliyopewa, nikaambiwa ni leo leo, kama una uwezekano niongezee shilingi elfu themanini ninue simu, na baada ya hapo utakachokitaka chochote ni mali yako. Mimi ukizingatia kwamba katika kazi hiyo ya mchanga tulishakula hela, na hapo posho yangu ni elfu tano tu. Nikaona hapana, haya ni masihara. elfu tano na elfu themanini wapi na wapi? Ebana e, niliapa mkono mapenzi, nikaona basi sio riziki yangu, bora nijiongeze kivingine. Siku zilisonga, kufuatia ugonjwa wa baba angu, alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa figo, hivyo mara nyingi huwa ni mtu tu amelala ndani. Mama angu ndio fighter wa familia, akatafute chakula familia ile. Kwa hivyo, kutokana na kazi iliyokuwa naifanya, kuna namna limpu unguzia mama mwendo alokuwa na upiga awali kutafuta chakula cha familia. Nilimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa riziki hiyo, lakini Mungu bana, huwa hampi mtu mtihani asiyouweza. Hatimaye ile gari tulokuwa tunaiendesha bana, mwenye gari aliichukua, kwani mjomba naye alipewa aendeshe tu kama dereva. Mwenyewe alichukua ile gari na hatimaye ikauzwa, tukawa tumekosa kazi, mimi na mjomba, lakini mwenzangu ana familia na na mambo mengi ya kufanya, ukizingatia kwamba kawekeza hasa katika mashamba na baadhi ya vibiashara vidogo vidogo lika mshikaji mmoja ambaye ni rafiki yangu alinishauri kama kuna uwezekano bana niweze kwenda kufanya naye kazi, kwani yeye anafanya kazi za vibarua. Kuzingatia pale mtaani kulikuwa na ujenzi wa barabara unaendelea, hivyo niende kufanya naye kazi za vibarua kwenye kubeba zege katika ujenzi wa barabara, kama vile kuweka makaravati na shughuli zingine. Niliona ni fursa pia, ili niweze kupata chochote kitu familia yangu iweze kuenjoy kama familia nyingine. Sikukataa, nilikubali kazi hiyo, lakini nipiga kazi almost wiki moja, na hatimaye siku hiyo baada ya kupata taarifa mpya ambayo nilikuwa ni nikisubiri kwa hamu huenda, kwa sababu nilikuwa nikiwaona wenzangu waliosoma nao narudi kutoka mjini wanatumia simu kali, mi moyo unaniuma. Basi siku moja tukiwa kazini, yule bosi wetu ambaye ndo alikuwa ametupa kazi ujenzi wa barabara, maanisha yule mkandarasi, alikaa sehemu akiwa anaongea na simu, lakini hatimaye akaniuliza, dogo vipi, ashe unaweza ukapata kijana kwenda kufanya kazi da? Hmm, nikaona mbona kama ni fursa kwangu pia, kwa sababu mimi bado natafuta kazi na ukizingatia ile ni temporary tu, si kazi ya muda mrefu. Nikamwambia, bro, mtu huyo ni mimi Sio, unaweza ukapata mtu ni mimi, nipo. Basi akaniambia atanipa namba za simu za yule mhusika ili tuweze kuwasiliana, lakini kwa siku hiyo hakufanikiwa kunipa. Nimekaa zaidi ya siku nne, naona sioni kile kinachoendelea. Siku moja nikiwa mzigoni, mzee, nikiwa kibaruani, jamaa amekuja, na ndipo nikaamua kumtolea uvivu kwa kumuuliza, kaka, mbona kimya kunistui kuhusu kazi? Asema bana, yule binti sikuwasiliana naye, au yule maza sikuwasiliana naye kwao, cha msingi, hebu ngoja nikishafanya mawasiliano nitakurudia, lakini hata hivyo, hii kazi haina haraka kiasi hicho. Mimi nikamwambia, mimi nina haraka. basi Kesho yake alivyokuja kazini akanipa namba ya simu ya yule mama, lakini kumpigia sasa na mwanzaji kawa changamoto. Kwa bahati nzuri yeye mwenyewe akawa amewasiliana naye akamwambia huyu kijana atasafiri mara tu nitakapomtumia nauli. Kwa sasa mambo yangu si mazuri, ngoja niweke mambo sawa, and then atakuja. Sasa mimi nikaona kama shida ni nauli, sinaweza nikajilipia hata mwenyewe niende nikafanye kazi. Sikutaka kujua aina gani ya kazi na kwenda kuifanya Dar es Salaam, lakini ni ile shauku ya kuamini kwamba nitakapokwenda da nitafanikiwa kwa design yoyote, kwani ukiangalia kila mshikaji wangu wote mjua maisha yake ni mazuri, yuko anapambana Dar es Salaam, tofauti na huku kijijini ambapo pesa ni ngumu, maisha pia ni magumu. Yaani kuna urahisi wa upatikanaji wa chakula na vitu vingine, lakini katika mambo ya maendeleo ni sifuri. Hivyo nikaona basi ni bora niende nikajitafute kivingine, ukizingatia kwamba pale mjini nimetafuta kila namna ya kuweza kuitafuta pesa, lakini nimegonga ukuta. Basi hatimaye nikaamua kutafuta hela yangu ambayo ilikuwa ni malipo kutoka kwenye kibarua alichokifanya kwa wiki nzima, nikaiset kama nauli, huku nikiwa nasubiria siku ya kuambiwa leo ndiyo nianze safari ambapo muda huo nilikuwa nasubiri tu kwa hamu yule mama aidha anitumie na ile hela yangu iwe kama hakiba niachie familia yangu. Nilimhusisha mamangu jambo hili, na naye aliniunga mkono na kuniombea dua, kwamba kama nitafanikiwa itakuwa vizuri zaidi, nipambane kwa ajili ya familia, na nikizingatia kwamba umri wangu sasa hivi unaenda mkubwa, naenda kuwa mkubwa, hivyo natakiwa kujiwekezea kwa ajili ya maisha yangu ya hapo baadaye. Nilikuwa nikinaumia sana nikimwazia mdogo wangu wa kike ambaye alikuwa anasoma naye kidato cha pili. Alikuwa akideka mno, hajui haja ama zile shida za afamilia yeye kazi yake tu ni kutaka vitu vizuri. E Mungu, nilikuwa nikimwomba Mungu kila uitwapo leo aweze kunijalia niweze kupambana kwa ajili ya familia yangu. Kesho yake pata simu kutoka kwa yule mama akawa ananiuliza nauli, nikutumie kwenye laini gani baba? Nikamwambia namba hii hii nitumie, na hatimaye nikatumiwa shilingi elfu hamsini na ukizingatia nauli ilikuwa ni shilingi elfu ishirini na tano nilimshukuru Mungu na hatimaye nianza ni maandalizi kwa ajili ya safari ya kesho asubuhi kuelekea jijini Dar es Salaam huku nikiwa ndo mara yangu ya kwanza kukanyaga jiji la daa Sinu. Sina ndugu jamaa wala rafiki wa kwenda kunipokea isipokuwa tu bosi wangu huyo ambaye anaenda kumfanyia kazi. Hatimaye baada ya kufika dar es Salaam, nilipokelewa na mwenyeji wangu katika stendi ya mabasi ya Ubungo kipindi hicho basi, nilienda naye hadi nyumbani kwake moja kwa moja, nikaonyeshwa sehemu ya kupumzika nikalala. Asubuhi yake na mapema nimekaamka kwa ajili ya kuweza kujiandaa, lakini cha ajabu, nimeshtuka nimekaa asubuhi mpaka jioni sijaelekezwa nini cha kufanya. Hatimaye kukacha, kesho yake tena asubuhi asubuhi, nikiwa nimeamka nimeshaoga nime jandaa nimemsalimia mama mwenye nyumba ambaye ndo bosi wangu, ili niweze kupata utaratibu wa kazi. Na hatimaye yule mama akawa anamuita mwanaye, kijana wake wa kiume aliyokuwa pale nyumbani, anaitambulika kwa, kwa jina la Ino, akawa anamwita Ino. Ino akaitika na nambia, mpigie Hamisi na umwambie nina shida naye hapa nyumbani. Ino akaitika sawa. Baada ya muda nikiwa sebreni pale nimekaa, akaja mshikaji mmoja hivi ambaye ndo huyo Hamisi mwenyewe. Baada ya salamu, ndo mama akaanza kutoa maelezo kwa ufupi, akawa anamwelekeza ule Hamisi, namwambia, Hamisi tumepata mgeni ambaye atachukua nafasi nafasi ya yule dogo Juma. Hamisi akaitika ah, ndo huyu au? Wow. Mama ndio. Hamisi sawa, kwa hiyo anaanza lini? Mama anaanza leo, uh, na unaenda naye hadi dukani ukachukue mzigo. Hamisi sawa basi, wacha nikajiandae alafu nitampitia.